Iyo Oktoba sisiemu tunaipa, iyo Oktoba Mama Samia tunampa, iyo Oktoba sisiemu tunaweka, iyo Oktoba Mama Samia tunampa. Na wapi wapinzani watambulia? Ndugu zangu anaiponya e, kwa majina Naitwa Shija Shitunguru Ndaki, ni mwenyeji wa kata hii ya Iponya. Kama nilivyosema, tumchague rais wetu mpendwa, lakini vile vile na mbunge wetu vilevile. Na mimi ndugu zangu, wanaIponya, mengi yamezungumzwa kwa yale yote yaliyozungumzwa, mimi nawaomba kabisa tushirikiane kata zima, vijiji vyote vya kata hii ya Iponya ili kuleta maendeleo kata hii ya Iponya, kwani wamezungumzia swala la mazahanati mimi nawaomba ndugu zangu, tutashirikiana na nyinyi kuhakikisha kwamba hizi zahanati zetu zote zinakamilika. Mimi ni kijana wenu, niko chini yenu, mnanifahamu, ninyi ndiyo mmenilea. Ni mwezi huu wa kumi, tarehe ishirini na tisa asubuhi mapema vitafunguliwa vituo saa moja. Sisi twendeni tujaze kura nyingi kwa Chama cha Mapinduzi ili twende tutimize. Lazima kufikisha umeme vitongojini. Twende tuhakikishe barabara hiyo ya Mwenge tunaenda kuitengeneza. Tunaenda kutengeneza, kutengeneza barabara ya Busambiro tunaenda kutengeneza barabara ya Bunyiu na Bugerenga, lakini tunaenda kuboresha barabara inayotoka Nsango kuja Iponya na barabara inayotoka Iponya kwenda Burue mpaka Mwabomba. Sisi emoye lakini upande wa barabara tayari barabara yetu ya kutoka Nyashimba kwenda Masumbwe inajengwa kwa kiwango cha lami kilomita ishirini. Pigeni makofi kwa Chama cha Mapinduzi! Iponya oye! Upande wa afya kwenye kata yetu ya Iponya tunaenda kuongeza maeneo ambayo hayana zahanati, tunaenda kuhakikisha tunakamilisha zahanati ikiwemo zahanati ya kijiji cha Sango, ikiwemo zahanati ya kijiji cha Nyashimba, ikiwemo zahanati ya kijiji cha Brue, ikiwemo zahanati ya kijiji cha Bunyihuna. Lakini pia zahanati tuliyoianzisha ambayo ina hatua nzuri ya Busambiro tunaenda kuifungua. Piga makofi kwa chama cha mapinduzi sisiemu oye. Tunatambua hapa, upande wa elimu tunao mrundikano mkubwa kwenye shule ya msingi ya Iponya tunao mpango wa kuongeza shule ya pili ya msingi ili kupunguza mrundikano wa wanafunzi kwenye shule ya msingi ya Iponya. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi, CCM oye oh yeah. Iponya oye oh yeah. Iponya safi, wangapi tunaelewa? Na punga mikono juu, CCM oye oh yeah. Bado tunayo changamoto ya upande wa pembejeo za kilimo pamoja na kwamba saizi pembejeo zinapatikana kwenye tarafa yetu Masumbwe, mpango wa pembejeo wa chama cha mapinduzi elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na thelathini ni kuhakikisha tunasogeza huduma ya pembejeo za ruzuku makao makuu ya kata, kumpunguzia umbali mwananchi wa kufata pembejeo umbali. Piga makofi leo, Iponya mmetisha sana, naomba wanaiponya mjipigie makofi mengi sana. Lakini ndugu zangu, watu waiponya, nataka niwaambie jambo moja, hamjakosea kunichagua. Na kwa sababu wajumbe pamoja na mabarozi, ile tarehe nne mwezi ule wa nane, mliniheshimisha baada ya kunipa kula nyingi sana, na leo nimesimama hapa kwa ajili ya kwenda kuwatumikia watu wa Mbogwe. Naomba wajumbe mliyoniheshimisha tarehe nne mwezi wa nane, mjipigie makofi mengi sana lakini ndugu zangu Nafahamu nyinyi ni watu wema sana, lakini mnazo changamoto, si ndio? Changamoto zenu kwangu ni ndogo sana. Kazi yenu ni kwenda kujaza kula nyingi siku ya Ijumaatano. Twende tukapige kula za za kishindo, sio tu kula tudogo, makula mingi, ili maendeleo yaje kwenye kata hii ya Iponya, maendeleo yaje kwenye wilaya yetu ya Mbogwe na kwa nini nimesema hamjakosea kunichagua mimi, kama Fagason Masasi nimeanza kujitoa bado hata sijawa kiongozi, na leo nimesimama kwa sababu Mwenyezi Mungu ameona. Mimi niwaahidi watu wa Iponya, sitawaangusha. Ninaifahamu Iponya, niaminini mimi Fagason niliyesimama hapa, sitawaangusha. Lakini watu wa Iponya, nafahamu tunazo changamoto kwa sababu sisi Iponya tuko kando kando na mapoli, si ndio? Nafahamu watu wa game wanavyotusumbua, si ndio? Sasa tumekuwa tukipokea taarifa mbalimbali kwamba watu wa game wanawasumbua sana wananchi hawa, hususan ni watu wa Nyashimba. Mnapata shida sana, ni waahidi ntakapochaguliwa na kuapishwa, ntahakikisha na muomba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aje atenge mapoli, kama ni kuchimba dhahabu tuchimbe kama ni wakulima walime, kama ni wafugaji wafuge, ili tuondokane na adha ya kukamatana kamatana. Sisi moe oe, Samia oe, Fagason Masasi oe, kwa ndugu zangu, watu wa Iponya, endeleeni kukiamini Chama cha Mapinduzi, endeleeni kumwamini rais wetu ja, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, endeleeni kumwamini Fagason Alon Masasi, endeleeni kumwamini ndugu yetu Shitungulu kwa sababu Chama cha Mapinduzi bado ni chama imara akijatokea chama kingine cha kukitikisa chama chetu cha haya cha... Watu wangu waiponya, naomba niwaambie jambo moja. Kwenye kuchagua mtu, kwenye kuchagua kiongozi, huwa hatutaki masiara, kwa sababu tuko kwenye uchaguzi. Na mimi niwaombe, mjitokeze kwa ajili ya kupata maendeleo. Kuchagua viongozi bora ni kuleta maendeleo kwenye kata zetu. Tujitahidi siku hiyo, tusilale sana Tuamke mapema, ile saa mbili tumeshaamka, tunawe uso tuoge, kama nikachai gonga, chukua kinyang'anyiro chako, chukua chukua wembe wako wapenda kuchana, ili tukamalizane na hii kesi, kwa sababu maendeleo hayataki mzaha, na mimi nitakuwa mbunga ambaye sina mzaha kwenye maendeleo. Kwenye kutetea wananchi nitakuwa mstari wa mbele. Kwa hiyo, ndugu zangu, niwaulize jambo moja, wangapi wataenda kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan Tarehe ishirini na tisa mwezi huu, siku ya Ijumatano, wanyoshe mikono hivi. Aya, wangapi wataenda kumchagua mbunge wenu Fagason aloni la penzi henzi watu wanyoshe mikono hivi. Wangapi wataenda kumchagua diwani wetu baba yangu benzi la tijienu ndugu yangu shkunbulu wanyoshe mikono hivi.